Wakati huo huo chama cha KUPPET tawi la Mombasa limetaka maafisa wa DCI waliomkamata nyumbani mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang' na kisha kumsafirisha hadi Nairobi wakamatwe. Kulingana na KUPPET, maafisa hao ndio wanaofahamu kilichojiri na wanapaswa kulaumiwa kwa kifo cha mwalimu Albert Ojwang'. Aidha, wamewataka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, Inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja na naibu wake Eliud Lagat, wote wajiuzulu. My message to the government is this stop killing us kill corruption and that the future of this nation relies on the youth if you kill the youth where is this nation please the government stop killing us. Kill corruption. Kwanza mngeshika waliomtoa nyumbani akiwa hai, hao ndio watu wa kushikwa na watu ambie, walimpeleka wapi? Mtu wa pili wa kushika ni yule ambaye alikuja kuharibu ile CCTV hao ndio wa watu tunataka washikwe, watatuambia walitumwa na nani ili wamchukue na baadaye walimfanyia nini. Tunaomba kujiuzulu kwa DIG na GIG mwenyewe, wote waende nyumbani, kwa sababu mwananchi amefia mikononi mwao. Hakufia barabarani, ama alikokwenda kufanya ujambazi.